Vision 2030 madini ni maisha na Nauta... naaa kutoka Pingo's Forum e, tumesaidia kumalizia ujenzi wa jengo hili kuanzia ngazi ya lenta, mpaka kupaua. Kwa hiyo tumeunga mkono juhudi za serikali katika kuwaletea wananchi maendeleo. Kwa hiyo serikali imekuja tu kufanya finishing ya mwisho, lakini baada ya siku imeshakwisha kupaua. Kwa hiyo ni shirika la Pingo's ndio limefanya kumalizia hilo, tunashukuru sana kwa mkoa. Karibu sana Terrat, tunakupenda unakupenda kupenda na tunasema Samia mitano, asante sana. Sisi tunashukuru kwa kupitia hapa, najua una safari ndefu, na najua pia mwezi wa kumi tulikuwa na wewe katika kata hii. Nashukuru sana, ni namna ya pekee kupata bahati hii ndani ya miezi ni kadhaa, nishakuwa mkoa hii. Sitaongelea sana haya ambayo umeshayaona na umeona vizuri, lakini nalikuwa nasoma naomba nitambulishe mtu mmoja ambayo naye amekuwa ni mdau wetu aliyetushika mkono katika eneo hili la hili nyumba, kwa sababu hii nyumba ilianzishwa na shirika la Laramata kama ilivyosema, na ili alitoa shilingi milioni mia moja, lakini fedha hili liliwa yote, wala haikufanya kazi yoyote. Hatutaki kufukua makaburi, lakini walikuja Pingo's, na, na, naomba kwa sababu kuna video yuko hapa hata angekuja hapa mbele ili hata aje baadaye asalimiane na mkuu wa mkoa. Hapana, njoo huku huko. Kwa hiyo mkuu wa mkoa, mimi nikuwele, jangu, jangu ni sema ni kweli. Yeye ndiye ametuwezesha mpaka kupaua jengo hili. Kwa hiyo ni mtu ambaye kwa namna ya pekee ni mzaliwa wa hapa, anatoka nje hivyo e, lakini aliona hili na akatushika mkono kwa milioni 50. Tulichofanya mkuu wa mkoa, tulimwambia sisi hatusimamii kama serikali wala wala nani. Tunataka usimamie shilingi kwa shilingi ili uweze kuona fedha zako ikienda, na kweli alifanya hivyo. Naomba niwashukuru sana wahisani wadau, wameendelea kwenye sekta ya elimu, na Mungu awabariki sana, mmetenda wema na tunakaribisha. Umesikia hapa, tunataka mabwalo nini, najua umesikia.